Tume, kama nilivyoeleza awali kwamba jukumu letu ni kutoa miradi kutoa mitaji kwenye miradi ya maendeleo kwa muda wa kati na muda mrefu. Kwa sisi mikopo tunayoitoa ni ya muda mrefu. Ni ya muda wa kati na muda mrefu kwa maana kuanzia miaka mitano na kuendelea, na hicho ndio kinachotutofautisha sisi na benki za biashara. Sisi ni benki ya uwekezaji mitaji yetu tunayotoa kwenye miradi ya maendeleo ni ya muda mrefu kuanzia miaka mitano mpaka miaka 15. Lakini uwekezaji wetu tumewekeza kwenye miradi ya maendeleo kwenye sekta binafsi kwa asilimia 93.6, lakini pia tumewekeza kwenye miradi ya sekta ya umma kwa asilimia 6.4. Naomba niende moja kwa moja kwenye matokeo ya uwekezaji. Kama nilivyosema awali, kwa benki ya maendeleo TIB, sisi ni benki ya kisera, kwa maana jukumu letu kubwa ni ku, ni ku, ni ku, ni ku, kuendelea kushirikiana na serikali kutimiza zile za serikali, lakini malengo ya serikali hususan kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo, katika uwekezaji ambao nimeuzungumzia hapo, nitachambua tu kidogo baadhi ya sekta tumewekeza vipi na matokeo ya uwekezaji katika katika hizo sekta mbalimbali. Nianze na sekta ya kilimo. Mpaka kufikia Desemba benki ya maendeleo ya TIB imeweza kuwekeza kueke, takribani bilioni mia moja sitini na mbili kwenye sekta ya kilimo na katika tumeweza kugusa mikoa ishirini na tatu ya Tanzania na wilaya sabini na sita zimeweza kuguswa na uwekezaji wa eneo la amini, sekta amini, eneo la kilimo. Lakini pia katika juo, labda nieleze tu kidogo kwamba kama awali nilivyosema asilimia kubwa ya uwekezaji wetu kwenye kilimo umetoka kwenye miradi ambayo iko chini ya dirisha la kilimo ambayo tunasimamia kwa niaba ya serikali chini ya Wizara ya Fedha. Ni dirisha la kilimo ambalo linatoa mikopo ya bei nafuu kwa maana ya kwamba interest rate kwenye, kwenye kwenye dirisha hili kwa yule mkopaji wa moja kwa moja ambaye kwamba ni kampuni inakopa kopa na inafanya yoyote ya kilimo kwenye mnyororo mzima wa kilimo anakopa kwa asilimia tano. Lakini kwa ile taasisi ambayo inakopa kwa ajili ya kwenda kukopesha yeye anakopa kwa asilimia nne kwa hiyo, ni dirisha ambalo linamwezesha lina, lina au linawezesha watu wa kati pamoja na waamini wafanyabiashara, au wakulima wa kati na wa juu. Lakini pia katika uwekezaji huo kwenye kilimo ambao nimesema kwamba mikoa ishirini na tatu na sita zimeweza kunufaika, imeweza kuzaa ajira elfu moja amini elfu kumi na mia tano pia hatujaziacha SACOS. Kuna sacos ambazo zimeweza kunufaika takribani sabini na nane ndani Tanzania. Kwa hiyo, kwa upande wa kilimo, unaweza ukaona kwamba jinsi gani ambavyo tumeweza kugusa karibia mikoa um, ishirini na tatu wilaya sabini na sita, lakini kikubwa ni kwamba hatuangalii tu kwamba tumewawezesha wakili wameweza ku, ku, ku, ku, ku, ku, kupata mkopo na wameweza labda kujiinua katika biashara, lakini watu gani wengine ambao wameweza kunufaika na uwekezaji huo? Ndio maana tumesema kwamba katika kuwekeza kwenye, kwenye kilimo kuna ajira weza kupatikana takribani ajira elfu kumi. Kwa hiyo benki ya maendeleo, hatuangalii tu kwamba tumekopesha, lakini yule tuliyemkopesha kafanya nini kingine, kachangia nini kwenye jamii ambayo inamzunguka, lakini kimoja kikubwa ni ajira. Naomba niende kwenye sekta ya maji. Katika sekta ya maji mpaka kufikia Disemba 2024, 20 Benki ya Maendeleo ilikuwa imekopesha miradi miradi 106 imewekeza kwenye miradi mia moja na sita lakini miradi hiyo kumi, ni, ni mamlaka za maji za hapa nchini. Labda katika mamlaka ya maji niongelee kwamba kwanza kuna pesa ambayo Benki ya Maendeleo imeweza kwenye mamlaka za maji kutoka kwenye pesa, pesa ya benki lakini vile vile kuna mamlaka za maji ambazo benki imewekeza kwa niaba au kwa kusimamia dirisha la National Water Fund. Kama nilivyosema kwamba jukumu letu lingine ni kusimamia, uh, kusimamia fund au mifuko kwa niaba ya wadau wa maendeleo. Kwa National Water Fund ni miongoni miongoni mwa wadau wa maendeleo ambao tunasimamia, uh, dirisha lao ambao kuna fedha maalum kwa ajili ya kukopesha mamlaka za maji ili ziweze kuendelea kufanya jitihada au kuunga mkono jitihada za serikali kuhakikisha kwamba miundombinu ina inaboreshwa, ina, ina, ina, ina na watu wanaweza kupata maji safi na salama. Diesel kwa ajili ya kupampu maji ambapo kwanza ni gharama kununua diesel, lakini pili hata maintenance yake ilikuwa ni ghali, lakini benki ya maendeleo TIB kwa kusaidia, kwa kushirikiana na wadau wa ya afya na salama, lakini pia sio tu maji safi na salama karibu na makazi kwa maana ya kwamba maji safi na salama ikiwa karibu na makazi ndio ile dhama ya kwamba tunamtua mama maji uh, kichwani. Anapata ni muda mfupi sana kwa yale maji na anapata muda mrefu wa kufanya shughuli zingine za maendeleo, kuliko kwamba ile distance walikuwa nenda ya kuna kuchukua maji na kuweza kuto kufanya shughuli zingine za maendeleo kama vile ambavyo inapaswa kuwa. Tumewekeza takribani bilioni mbili kwenye miradi ya maji na mikoa ambayo imeweza kunufaika ni mikoa ya Dodoma, Singida, Shinyanga Tanga, Mtwara, Iringa, Morogoro, Ruvuma, Mbeya na Dar es Salaam, Kagera na na na katika uwekezaji huo kuna kilomita 425 za mtandao wa usambazaji wa maji katika maeneo tuliyoyataja hapo wameweza kunufaika. Kwa hiyo kama nilivyosema, wananchi uh, laki sabini wameweza kunufaika kwa kupitia uwekezaji wa TIB kwenye mamlaka za maji, lakini pia kwenye jumuiya za watumiaji maji vijijini tukishirikiana na mfuko wa maji wa Taifa, lakini pia tukishirikiana na wadau wa benki uh, wa World Bank, lakini na sisi wenyewe kama benki ya maendeleo TIB. Nikiendelea, tukienda kwenye sekta nyingine ya nishati, tumeweza kuwekeza kwenye, kwenye sekta ni, ya nishati yani kama kiasi cha bilioni kumi na tatu na megawatt uh, nane nukta nane saba zimewezeshwa kuunganishwa na gridi ya taifa, lakini